Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amewataka watumishi wa umma kujitokeza kwa wingi kwenye mradi wa nyumba unaosimamiwa na wakala wa majengo nchini TBA. Makonda ameyasema hayo leo kwenye ziara yake ya kukagua ujenzi wa nyumba hizo zilizopo jijini Dar es Salaam. Washukuru sana ndugu zetu wa TBA kwa kazi kubwa waliofanya. Tumeona kazi kubwa inayoendelea, wamepande kule sehemu ambayo wakazi na wananchi hususan ni wafanyakazi wa umma, sasa wana matumaini huku uh, kidogo. Kuna kipindi mfanyakazi wa umma unawaza, baada ya kumaliza kazi yako unaenda kuishi wapi? Gharama zinakuwa ni kubwa, changamoto za maisha ni kubwa, na wakati huo umeitumikia serikali yako kwa muda mrefu katika madaraja tofauti, iwe ni walimu, iwe ni kazi ya unesi, iwe ni kazi ya uhasibu, kazi yoyote ile, kwani moja ya changamoto kubwa ambayo sisi watumishi wa umma tunazo, lakini kupitia shirika letu la TBA a kila sababu la kuwashukuru na kuiomba serikali endelee kuongeza nguvu na kuwawezesha, ili waweze kutimiza malengo ya kuwahudumia wananchi wengi zaidi walioko ndani ya mkoa wetu, na ikimpendeza Mungu hata walioko nje ya mkoa. Kwa niombe tu watumishi wengi wa umma walioko katika mkoa wetu waitumie fursa hii vizuri ya kuwa na mahusiano na mahusiano na TBA ili tupate nyumba hizi ambazo tatusaidia miradi hii inayofanyika huko tulikoona na mingine itakayofanyika uh, pale Gezaulole kwa upande wa Kigamboni bado ni fursa kubwa sana kwetu sisi ambao tuna kila sababu ya kujivunia shirika letu, shirika la serikali. Niwapongeze na nimpongeze sana rais wetu Dr. John Pombe Magufuli kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa ajili ya wananchi wa Magomeni Kota. Ilikuwa si nitafahamu na nyinyi mnafahamu, lakini alichukua maamuzi na maamuzi haya aliyafanya kwa niaba ya wanyonge na maskini wa nchi hii. Aliona wananchi zaidi ya mia sita wakihangaika, familia zaidi ya mia sita, wakiwa hawana tumaini tena na wengine wakidai ya kwamba walipoteza mpaka maisha yao katika mapambano au misukusuko waliokuwa nayo juu ya maisha waliotegemea kuyapata katika maeneo haya ya Magomeni Kota. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais, leo tumekuja kushuhudia hatua zimeshakwisha kuanza ya ujenzi wa kuhakikisha zinapatikana apartment zitakazowapa unafuu na uwaweni wananchi ambao Mheshimiwa Rais aliwaahidi na sisi tukuahidi, aliwaahidi watakaa bure kwa miaka isiyozidi mitano kama sijakosea. Kwa mantiki hiyo ni kwamba wanayo fursa ya kuendelea kumwombea rais wetu Magufuli na kuendelea kumtakia kila laheri katika utumishi wake, ili ahadi aliyoitoa iweze kukamilika kwao na kwa wananchi wengi wanaoizunguka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini tunashukuru pia watu wa TBA kwa kuwa wepesi na waitikiaji wa kwanza kuhakikisha kazi hiyo waliyoipewa wameshaanza kuifanyia kazi, kama tunavyoona. Kazi ya ujenzi haianzi tu mara moja kwamba umeona uh, kiwanja, unaweka msingi, ziko hatua nyingi zinazopitiwa, na leo tumekuja kujishutia hatua ya awali ambao ni ya msingi kabisa kukamilishaji ujenzi huo. Tumeona zaidi ya magorofa matano yatakayokwenda ni bloko tano zitakazokwenda uh, zitaka kwenye gorofa nane nafikiri, ambazo kiuhakika wananchi wengi watapata na manufaa ya kupata sehemu ya kuishi. Mimi niwaombe tu wananchi waendelee kuiunga mkono serikali ya awamu ya tano, waendelee kumunga mkono rais wetu Dr. John Pombe Magufuli, na kwangu mimi binafsi ningependa sana sehemu hii julikana kama magurufuri kota iitwe Magufuli kota kwa sababu ndio Magufuli, rais wetu aliyeamua kuwainua na kuwarejesha tena wananchi wanyonge na maskini waliokuwa nakaa maeneo ya kota. Kwa hiyo tukifanya hivyo, yeye najua hawezi kupenda, lakini mimi ndio alinipa mkoa, nimeshaita hivyo. Kwa hiyo tutahama kutoka Magomeni kota, tutaingia Magufuli kota, ambazo hizi zitajulikana kama ni heshima na namna ambavyo rais wetu ameamua kuwaenzi wanyonge wa taifa hili, hususan katika mkoa wangu wa Dar es Salaam.